Nataka nijielewe, jina langu haswa nani? Nipate nijitambue, fungu langu lipikwani? Kwenye watu nijijue, ninawekwa kundi gani? Nataka nijielewe, jina langu haswa nani? Nataka nijielewe mimi mtu amanyani au ni fungu la mwewe wanaoruka angani, nambieni nijijue, nisitwe mwafulani. Nataka nijielewe mimi mtu amanyani, nataka nijielewe nipo nje amandani Usudi watu wajue uzito yangu thamani, kisha nijishebedue, nihashukwe majiani. Nataka nijielewe, nipo nje ama ndani. Nataka nijielewe, nipo huru mtani Mambo ya watu nitue nisingie matatani nikageuka nguruwe kufungiwa mazizini nataka nijielewe nipo huru mtani nataka nijielewe ninaishi nchi gani nilobeba niatue nia weke kibandani, haki zangu nizijue, zabara na visiwani. Nataka nijielewe, ninaishi nchi gani? Nataka nijielewe, mimi napendwa na nani? Moyo wangu upumue, vinitoke visirani watu wasinibague nikaitwa ni muhuni. Nataka nijielewe mimi napendwa na nani. Nataka nijielewe kalamu naweka chini, naogopa pigwa mawe na watu kama shetani, kilopikwa na kiliwe kikioza mtihani. Nataka nijielewe, kalamu naweka chini.